Moja ya mambo ya kuvutia kuhusu kitabu cha Esta ni kwamba Mungu hajitokezi moja kwa moja. Jina lake halionekani hata mara moja katika kitabu hiki. Lakini ingawa jina la Mungu halitajwi, mkono wake wa enzi unaonekana wazi. Anahusika hapa ingawa haonekani. Sasa, hebu niwaambie, tunapofika mwisho wa kitabu hiki, shujaa wa kweli hapa hatakuwa Mordekai au hata Esta. Shujaa atakuwa Mungu mwaminifu ambaye anafanya kazi nyuma ya pazia, akiongoza watu, akiongoza matukio ambayo yatawaokoa watu wake waliochaguliwa. Sasa mistari miwili ya kwanza hapa katika sura ya moja inaweka muktadha wa kihistoria kwetu. Tunaposoma katika siku za Hasuero ambaye alitawala kutoka India hadi Ethiopia juu ya majimbo 127 alipoketi kwenye kiti chake cha kifalme huko Shushani. Sasa Haswero ni jina lingine la mfalme wa Wajemi, Sakesi. Sakesi alitawala ufalme wa Wajemi zaidi ya miaka mia nne kabla ya kuzaliwa kwa Bwana wetu. Haswero alikuwa mfalme mwenye kiburi na tamaa, anataka kupanua ufalme wake. Kwa hivyo, aya ya tatu na inayofuata inatuarifu kwamba alifanya karamu kubwa kwa viongozi wake wote wa kijeshi, watu wote muhimu katika ufalme kwa kweli tunaambiwa hapa kwamba orodha ya wageni ilijumuisha jeshi la Wajemi na Media, na waheshimiwa na magavana wa majimbo. Unaona, mfalme anataka kufichua nguvu na utajiri wake kwao, ili kuthibitisha kwamba ana uwezo wa kwenda vitani na Ugiriki, na atafanya hivyo katika kipindi cha mwaka mmoja kutoka wakati huu. Aya ya nne inatuambia alionyesha utukufu utukufu wake wake wa wa kifalme na fahari na utukufu wa ukuu wake kwa siku mia moja na themanini Elewa hilo. Hii ni miezi sita ya kujionyesha kwa viongozi wake huku akiweka msingi wa kuhalalisha kampeni ya kijeshi. Sasa, wakati mfalme na wageni wake wa kijeshi wakiwa wamelewa na kuchoka kama aya ya kumi inavyodokeza na maanisha, fikiria kuhusu hilo. Wamekuwa na sherehe hii kwa miezi sita. Sasa mwishoni mwa sherehe hii, mwishoni mwa miezi sita, mfalme anamwita malkia wake Vashti aje mbele yake akiwa amevaa taji lake la kifalme, na kwa kushangaza atakataa. Na naamini kwamba anastahili heshima fulani hapa. Atakubali kuonyeshwa kama tuzo la mfalme mbele ya kundi la wanaume waliotazama kwa tamaa na walevi. Unaona, baadhi ya wachambuzi wanaonyesha kutoka kwa vyanzo vya kale kwamba ilikuwa ni desturi ya kawaida, na hii inasikitisha, lakini hii ni ukweli, ilikuwa kawaida kwa wafalme wa Uajemi kuwapitisha mbele ya wageni wake, vimada wao, harem yao, wake zao, wakiwa hawajavaa nguo, kuonyesha tu uzuri wa harem, na inaonekana kuwa hivyo ndivyo ilivyo hapa. Historia inatuambia kwamba Tetis alikuwa na vimada mia tatu na sitini na wake kadhaa, lakini ni wazi kwamba ni Vashti ambaye anamtaka aonekane bila nguo akiwa na taji lake, ambayo inamaanisha anavaa tu vito vya taji na aje mbele ya kundi hili la wanaume walevi, na anakataa. Kwa kweli, nataka kumpongeza kwa tabia yake katika hatua hii na sitaki upuuze hili. Mfalme mwenye nguvu hapa, ambaye anapaswa kuweza kuamuru moja ya majeshi makubwa zaidi duniani, hawezi kumwamuru mke wake, na kwa sababu nzuri, anapaswa kusema hapana, hatashiriki katika maonyesho haya. Kwa hivyo kuna pia kejeli fulani inayojitokeza tayari katika mistari hii ya mwanzo. Vashti yuko tayari kupoteza taji lake ili kuhifadhi tabia yake. Esta atakuwa tayari kujitolea tabia yake ili kushinda taji. Sasa kile ambacho mfalme alipaswa kufanya hapa ni kunywa sufuria kubwa ya kahawa, aondoe ulevi na kwenda kuomba msamaha kwa mke wake, lakini badala yake anawaita washauri wake na wanapaniki, na kile ambacho hii inaweza kuashiria kwa wanawake wengine katika ufalme Wanasema kwamba Vashti anahitaji kuondolewa madarakani, vinginevyo itakuwa tu machafuko. Wanamwambia mfalme hapa, katika mstari wa kumi na tisa, acha amri ya kifalme itoke kwamba Vashti asirudi tena mbele ya mfalme Ahasuero. Unaona kile ambacho Mungu anafanya hapa. Anapanga kwa siri nyuma ya pazia, ili hatimaye mwanamke Myahudi malkia atamaliza katika ikulu na hatimaye kuwalinda watu wake dhidi ya maangamizi. Sasa sura ya mbili na mstari wa moja inaanza na maneno baada ya mambo haya. Unahitaji kuelewa kwamba miaka kadhaa imepita kati ya mwisho wa sura ya moja na mwanzo wa sura ya mbili. Ahasuero alikwenda vitani na alishindwa na jeshi la Wagiriki. Sasa amerudi nyumbani akiwa amedhalilika. Sasa anakaa na kumkumbuka mke aliyemfukuza kwa kufanya jambo jambo sahihi sahihi, na alijua alifanya jambo sahihi. Mstari wa moja unatueleza, baada ya mambo haya, wakati hasira ya mfalme Ahaswero ilipungua, alikumbuka Vashti na kile alichofanya na kile kilichoamriwa dhidi yake. Sasa washauri wa mfalme wanajua ni bora waje na mpango, kwa sababu walipendekeza mpango wa kwanza uliomwondoa Vashti. Kwa hivyo sasa wanapendekeza mpango kwamba mfalme akusanye mabikira wote wazuri katika ufalme na waongeza kwenye haremu yake. Mistari ya tatu na nne inarekodi wapewe vipodozi vyao na mwanamke kijana anayemfurahisha mfalme awe malkia badala ya Vashti. Kwa maneno mengine, tuwe na shindano. Malkia mpya atakuwa mwanamke anayemfurahisha mfalme zaidi. Sasa katika hatua hii tunatambulishwa kwa Mordekai na Esta. Mstari wa tano unatueleza kwamba Mordekai ni wa familia ya Kishi, Benyamini. Mstari wa sita unaripoti kwamba familia yake ilikuwa miongoni mwa watu wa Kiyahudi ambao walihamishwa kutoka Israeli na Mfalme Nebukadneza miaka mingi iliyopita. Mstari wa saba unatueleza kwamba Mordekai amekuwa mlezi wa binamu yake mrembo Jina lake ni Hadasa kwa Kiebrania, lakini anajulikana hapa katika kitabu hiki kwa jina lake la Kiajemi, Esta. Naam, Mordekai anaona kama fursa atakuza maisha yao katika ufalme wa Uajemi. Atamwingiza Esta katika kile ambacho kimsingi ni washerati shindano. Sasa, kuna wengi wanaojaribu kusafisha hili kwa kusema kwamba Esta alichukuliwa katika harem ya mfalme bila ridhaa yake. Naam, hilo hakika lingesafisha hali hiyo, lakini kitenzi cha Kiebrania alikuchukua hapa katika mstari wa saba, wakati baba yake na mama yake walikufa, Mordekai alimchukua kama binti yake mwenyewe. Naam, hicho ndicho kitenzi sawa kinachotumika katika mstari wa nane, kinachotuambia Esta pia alichukuliwa katika jumba la mfalme. Hakuna mstari unaoashiria nguvu Hakuna hata moja ya haya lililokuwa kinyume na ridhaa yake. Wapendwa, ukweli usiofurahisha hapa ni kwamba Esta aliingia kwa hiari katika shindano hili, na kwa bahati mbaya, wala Esta wala Mordekai hawakuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu kufuata sheria ya Mungu. Hadi baadaye katika kitabu hiki wote wawili, yeye na Mordekai, wamezama kabisa katika hii dini ya kipagani ya Kiajemi. Utamaduni na uzuri wa Esta sasa unawapa fursa ya kupanda hadi kilele cha jamii ya Kiajemi. Sikiliza, hadithi katika kitabu cha Esta si kwamba Mungu hutumia watu waaminifu, bali kwamba Mungu atatumia watu wasio waaminifu kutimiza makusudi yake. Na ninafurahi sana anafanya hivyo, kwa sababu anatumia wewe na mimi. Sasa Esta anapofika hapa katika jumba la mfalme, anamvutia afisa anayesimamia wanawake hawa lakini aya ya kumi inatufahamisha nilikuwa, nimemwamuru asifanye hivyo. Kwa maneno mengine, alisema sikiliza sasa, Esta, ikiwa unataka kushinda shindano hili, hakikisha hakuna anayejua wewe ni mgeni, hakikisha hakuna anayejua wewe ni Mwisraeli. Wacha tuweke siri hiyo ndogo kwetu wenyewe. Unajua, lazima nijiulize ni Wakristo wangapi leo wanaishi wanafanya kazi na kucheza na watu wanaowazunguka hawana wazo kabisa kwamba wao ni Wakristo. Ni siri yao ndogo tu. Basi baada ya miezi kumi na mbili wanawake hawa wamepewa matibabu ya urembo na maelekezo juu ya adabu za mahakamani. Kila mwanamke anapewa usiku mmoja sasa kukaa na mfalme ni lini zamu ya Esta? Aya ya kumi na saba inatuambia mfalme alimpenda Esta zaidi ya wanawake wote na akapata neema na kibali machoni pake zaidi ya mabikira wote, hivyo akaweka taji la kifalme kichwani mwake na kumfanya malkia badala ya Vashti. Basi Esta anashinda shindano, lakini kwa gharama gani? Hii si shindano la urembo kwa njia, na nimesikia watu wakiongea hivyo. Hii ni usiku mmoja wa mapenzi. Amejihusisha katika usiku mmoja wa washerati na mfalme mpagani akijaribu kushinda mapenzi yake, na zaidi ya hayo anavunja sheria ya Mungu zaidi kwa kukubali sasa kuolewa na huyu mtu mwabudu sanamu. Licha ya yote haya, Mungu anafanya kazi. Moyo wa mfalme uko mikononi mwa Bwana, Mithali 21: mstari wa moja, unatueleza kwa hivyo si kweli kwamba mfalme ndiye anayemweka Esta kwenye kiti cha enzi, bali ni Mungu. Mungu anawaweka watu mahali pao ili kuwalinda watu wake wateule. Sasa wacha niseme tena, wapendwa, unapofika mwisho wa kitabu hiki, shujaa wa hadithi hii hatakuwa Mordekai, hatakuwa Esta, atakuwa Mungu na Mungu peke yake.